Bodi ya huduma za maktaba Tanzania, TLSB, imetaja mafanikio na mwelekeo wa TLSB katika miaka minne ya serikali ya awamu ya sita. Amesema TLSB imekuwa ikipokea ongezeko la bajeti la asilimia 20.4 kila mwaka na hivyo kufanikiwa kuboresha miundombinu, maboresho ya sheria, pamoja na TEHAMA. Akitoa taarifa hiyo katika maktaba kuu jijini Dar es Salaam, mkurugenzi mkuu wa TLSB Dr. Mboni Ruzegea amesema wamekuwa na mafanikio makubwa katika nyanja mbalimbali mbali. Katika kipindi cha miaka minne miundo mbinu ya tehama imesimikwa katika maktaba kumi na mbili za mkoa ikiwemo hii ya maktaba Taifa, kulingana na kiwango cha pesa kilichopatikana kipindi hicho. Kwa hiyo tumeshapeleka miundo mbinu ya tehama vifaa mia sita na tisa ikiwemo kompyuta, scanner, servers na vinginevyo, vimenunuliwa kwa ruzuku ya serikali lakini serikali imefadhili utengenezaji wa mfumo mfumo jumuishi wa maktaba ya taifa au Kiingereza Integrated National Digital Library System INDLS. Huu ni mfumo ambao umetengenezwa au umefumwa kupitia mamlaka ya Serikali Mtandao iGA, na bado wako katika hatua sasa za mwisho kabisa, ambapo tunatarajia ifikapo Juni mwaka huu mfumo huu utazinduliwa rasmi. Kwa hiyo ukarabati mkubwa umefanyika face lift ya maktaba mbalimbali, lakini hapa pia nadhani mnaona na kama mlipofika mwanzo nadhani mmezunguka mkaona, ni ukarabati ambao umefanyika kwa viwango vizuri, lakini bado upatikanaji wa furniture ni ni tatizo, lakini linaendelea kutatuliwa katika matengeo ya bajeti ya, ya miaka ukarabati pia uliinvolve maktaba ya mkoa wa Ruvuma ambao ukarabati wake unaendelea hadi sasa. Kwa wale wanaotokea pande za kusini nadhani imefika pale, tulifunga kwa muda, lakini tumepanga kwamba ifikapo Mei 2025 basi tutafungua maktaba yetu, kwa sababu sasa hivi uko katika hatua za mwisho kabisa za ukarabati. Bodi inaendelea na ujenzi wa maktaba mbili pia tunapoongea hapa kuna maktaba ya kumbukumbu ya JPM John Pombe Magufuli ambayo iko wilayani Chato. Hii tuli- ni maktaba ambayo tulianzisha kwa ajili ya ku- kumkumbuka na kumwenzi kiongozi wetu shupavu Dr. John Pombe Magufuli kule wilayani Chato ambako ndio makazi yake. Ujenzi huu unaendelea tayari, kuna ma, ma, ma, ma, ma mambo kadhaa yameshafanyika na imefika katika steji ambayo tunatakiwa kwenda kwenye awamu ya pili ya ujenzi huo. Amesema serikali imekuwa ikihakikisha shughuli za bodi zinaendelea kwa kulipa madeni wa zabuni na watumishi wa ndani. Akigeukia sheria inayoongoza bodi ya TLSB, amesema upo umuhimu mkubwa wa kuweka kanuni na sheria ndogo ndogo katika kuhakikisha wanapata nguvu ya kudhibiti maktaba zote nchini. Dk. Mboni ameeleza kuwa pamoja na mafanikio hayo ya miaka minne ya serikali ya awamu ya sita, taasisi yake imedhamiria kuongeza watumiaji zaidi na kufikia milioni kumi, ishirini na thelathini. Bodi imejipanga na inalenga moja, kuongeza watumiaji hadi kufikia milioni kumi ifikapo mwaka ishirini na thelathini, lakini pia bodi imepanga kupunguza pengo la maarifa kwa kupitia maktaba za shule na za jamii kama nilivyosema na ma, kupitia maktaba za shule za jamii uh, ku reinforce matumizi ya TEHAMA katika utoaji wa huduma. Lakini pia mwelekeo ni kwamba maktaba maktaba za umma maktaba za jamii na maktaba za shule zitumike uh, kama knowledge hubs, vituo vya maarifa vituo vya maarifa vinavyotoa maarifa, ubunifu na burudani kwa watumiaji, yani edutainment, education na entertainment, edutainment. Lakini pia mwelekeo wetu ni kuhakikisha kwamba sera ya taifa ya huduma za maktaba inayopendekezwa inajumuisha makundi maalum ya wasomaji kwamba watoto, wanawake, watu wenye ulemavu na hii ni katika mwelekeo wa staa ya kuweza kuhakikisha kwamba usawa unafanyika katika maktaba zote sio za serikali tu bali zote nchini. Akizungumzia suala la mapato, Dr Mboni ameeleza kuwa taasisi yake imefanikiwa kuongeza mapato kutoka shilingi bilioni 1.5 mwaka 2022 mpaka bilioni 1.9 mwaka 2025. Zaituni Mkwama, Daily News Digital. <mucho>